Kwa upande wa sayansi, tunaendeleza vipi? Yako mambo mengi tunayafanya, lakini niseme, Samia Scholarship. Tulishafika mahali wanafunzi wakimaliza PCM form 6 ana AAA anasema nilikuwa nasoma sayansi kuonyesha na uwezo, lakini mi sitaki kwenda kusoma huko kwenye sayansi, bwana, nataka kasome commerce huko, kasome law ili, ndio kuna hela huko. Sasa ili kuwarudisha wanasayansi wetu wazuri, vichwa vizuri, virudi kwenye sayansi, tuliagizwa tutoe scholarship kwa maembo akishina watoto mnawasomesha, unaweza katumia neno bure, yani hawalipi chochote kwenda kusoma vyuo vikuu. Maelekezo hayo to, alitoa rais wetu, tukachukua tukaomba bungeni fedha zikatoka, tukaamua kuita Samia Scholarship na inatusaidia kwaiyo, kila mahali nikitembea sasa hivi watoto wanaosoma form one wa, ah, mimi nataka kusoma sayansi ili nipate Samia Scholarship nipunguze mzigo kwa wazazi wetu, kwa wao wanapata wanachotaka na sisi tunapata wanasayansi walio mahiri zaidi. Sasa tumechukua Samia Scholarship Extended, tunapeleka watu wa kusoma mambo ya nyuklia nje, watano sasa hivi tunapeleka, lakini tutaendelea kufanya hivyo kila mwaka kupitia Tume ya Nguvu za Atomi Tanzania. Lakini kubwa kuliko yote ambayo ningependa nitangaze hapa, hawa vijana waliofanya mtihani wa form six hawa hawa, tutakapo shortlist watu wa kwenda kufanya kupata Samia Scholarship, wanakuaga takriban mia sita na hamsini karibu mia saba hivi, tutakapotangaza list tutawaambia vilevile vile, vile. Katika nyie wote ambao mnastahili Samia Scholarship, mnataka kwenda kusoma nje, twambieni, alafu sisi tu, tu, tu, tu, pengine tutachukua kati ya hamsini mpaka mia moja. Hiyo inaitwa Samia Scholarship extended on data science artificial intelligence and allied sciences. Tukishawapata wale mradi wa kubali, watakaa takriban mwaka mmoja kuchelewa kwenda kusoma nje, tutaweka kambini. Kambi yenyewe ni Nelson Mandela African Institute of of Technology, one of the best campus hapa Tanzania. Watakaa pale watakuwa oriented na maisha wasipate cultural shock wakienda nje. Watafundishwa uzalendo, ili Mkwawa ni nani eh, Karume ni nani, alipigania nini, Julius Nyerere ni nani, hata Simba wa Vita Kawawa ni nani, yote yaliyofanya watu waelewe nchi yao, kwenda kuitetea, wakienda kusoma kule wasisahau watafundishwa na language, lakini more important digital literacy, kuhakikisha kwamba kama amaliza form 6 ana AAA hajagusa gusa kompyuta, atajifunza atapata statistics, atajua. Halafu wale kwanza kabisa tutawaallocate kwenye scholarship ambazo zipo. Ndugu zangu, kuna scholarship Tanzania zipo, tunaletewa, hakuna watanzania wanaenda. Romania hapa kuna scholarship, hawaendi vijana hawa wa familia za kawaida, hawajui namna ya kuapply, wanapata shida kuapply mikopo wanapata shida ku apply masomo ya kusoma wengine, ukimpiga anasema mimi nilikuwa JKT nikaomba mjomba wangu anifanyia application kwa ile nafasi ya kuomba tu chuo kikuu cha Dar es Salaam, kuomba mikopo inakuwa changamoto, sembuse kukaa na kuomba chuo kikuu Saudi Arabia, kumfana, Romania, Glasgow, Canada, kwa mfano Romania, Glasgow, Canada, Marekani. Kwa hiyo matokeo yake wachache wanapata hizi fursa ni watoto waliosoma international schools kwa wazazi wenye uwezo lakini vichwa bora vimegawanyika kote. Wako watoto wa wazazi wenye uwezo, vichwa bora kabisa nchi yetu inabidi tuvipeleke vikasome. Lakini wako wengi watoto wakulima na wafugaji hapa Tanzania ambao wanafaulu vizuri sana form six, lakini ile computer literacy ya kukaa, kuingia online, kuapply, hawajakuwa nayo. Kwao hawana fursa. Mtoto ametoka Tandaimba kule, amelima korosho, amesoma kwa bidii, anashindwa kwenda, anatoka Nkasi huko kwa hiyo sasa hivi tutawachukua, tuta tutawaweka tutawasaidia ku apply scholarship, na sisi tunaongea na vile vyuo. Kwa hiyo ya kwanza kabisa, tuendeni kwenye vile vyuo mkasome, halafu fedha nyingine tutaziweka kwa ajili ya kupeleka sehemu nyingine.